Alibeti natoka Kigoma. Ninakuja kubebwa na ku nani? Na alibeti naye, eh? anapaa kurudi nyumbani nashindwa kaa hapa, nitafuta kwanza kurd kurudi nyumbani. Kwa nini vitu nyumbani vichukuliwe? Kwa nini vibebwe? Mimi kwanini vibebwea nani? Mimi nijua hakika upo eh? nyumbani hapa nyumbani lazima nishinde. Sasa ukini baba yangu nizunguka unafanya nini? Nani? Kwa hiyo ulisema kwamba nikifungwa leo mje kuchukua vitu vyote nyumbani. Ndio maana yake, oh.